Eh, hatari! Watu wote tulikuwa tunamsubiri, kwa hiyo hey, bado tuna tunatarajia hey, hey, hey. Na dua tulisoma. Eh, na dua tulisoma kumuombea wakati yeye mwenyewe anaingia aliomba dua na dua hey. Na sisi tulimuombea dua tuka tunaitikia ukwani wewe hey. Ulisikia hey? kwa hiyo wana Simba tulikuwa tunahitaji vitu vikubwa tuvione, lakini dakika chache, lakini kipo ameingia akaingia, nadhari naamini hey, tu eh, alivyoikuta tukamba na Mchezaji mzuri ukiwa ndani ya 18 kama vile uhakikishe kipa akidaka au tumbo litoboke au mkono uvunjike ah. Ndio alichokifanya kwa sababu wao akina Mkwala walikuwa wanapiga pija ina rebound tu hey. Elia Mpanzu anapiga ina rebound kwa kipa hey. Sasa ile umeona kipa ka, mpaka imemshinda hey, imeingia ndani. Kwa hiyo, ukipija, kwa hiyo ukipata sehemu ya kwenye 18 ukipija unahakikisha kwamba kipa akidaka atoboke tumbo. Eh hey. Hey, ndio ile. Hey. Hey. Si umeona mashine aliyopiga hiyo? Alikuwa alikike mkono au tumbo hey. Mimi nilikuwa nakaa namwonea huruma Beno Kakolanya, maskini ya Mungu hey. hey. hey. Ndugu yangu, rafiki yangu, nikaona huyu anatafuta matatizo alichokifanya yule hey. Ndo maana mashabiki wa Simba wameshangilia wote kwa nguvu, kwa sababu wameona alivyopata pale kwenye bani bani. Ndani ya kumi na nane mashine aliyopija kama light, ingempija kwenye kitovu hey. Basi ingetokea ngambo ya pili hey. hey. ah. Sasa hii hey. Ndo tumekuja kutambulisha Bajaberi kule yule, Aisha Manula atajipangaje? hey.